Shukrani kwao kukubali kutoa mafunzo haya na kuwaleta wataalamu wabobezi ili kuendesha haya mafunzo. Mafunzo haya tumefungua leo, yanatuhusu ya sote, kwa maana ya kaguzi. Mafunzo hayo yameandaliwa kwa ajili ya makundi manne tofauti, a makundi matatu yakufanyika katika jiji la Dodoma na kundi moja yakufanyika Dar es Salaam. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuendeleza, kuimarisha ni ujuzi wetu ili kuweza kutekeleza majukumu yetu zaidi. Mafunzo yanajumuisha washiriki kutoka ngazi zote za ofisi yetu, kuanzia kwa Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, CAG, na hivyo hivyo naibu mdhibiti na mkaguzi mkuu, wakaguzi wakuu, wakaguzi wengine na kada nyingine. Hii ni fursa ya pekee kwetu sote kujifunza, kuongeza ujuzi wetu ili tuweze kukidhi mahitaji na changamoto katika kazi zetu za kila siku. Haya ni mafunzo ya kitaaluma na wala si mafunzo ya management. Ni moja hapa mada muhimu tukawasilisha ni environmental social and governance report. Hata hii ni mpya, ni muhimu sana kwa sasa kutokana na umuhimu wake katika kuhakikisha kuwa taarifa za kibiashara zinaangazia masuala ya mazingira ya kijamii na utawala bora. Na we know that nowadays noadays put challenges in corporate governance, business management, financial reporting and auditing. Financial reporting today is more complex

COVID-19 etc have triggered questions about our effectiveness and the role of professional judgment and skepticism which have given away the fundamental questions to the profession about relevance and trust when financial crisis 2007-2008, then 2019 imepata COVID imeleta challenge kubwa sana Even katika mafunzo haya nimejifunza mambo mengi hasa kuhusiana na miongozo, utaratibu wetu wa kikaguzi na jinsi ya kuandaa hesabu na mambo ambayo yanatokea mapya kuhusiana na miongozo. Mafunzo haya yamekuwa ya muhimu sana kwa sisi wakaguzi kwa sababu yanatupa ujuzi, maarifa na jinsi namna gani ya ku fanya ukaguzi wetu ili uwe tija katika eh, kwa kuwasaidia Watanzania kuelewa hesabu eh, zilizoandaliwa na hesabu eh, zilizokaguliwa katika wajibu wetu huo. Ni kila mkaguzi anatakiwa apate masaa ambayo atakuwa amejifunza ili kuendeleza ujuzi wake. Mafunzo haya kweli ya muhimu, na napendekeza hata wakaguzi wengine wote wawe wanashiriki kwenye mafunzo haya kwa sababu yatakuwa yanaongeza tija katika kukagua na matokeo ya ukaguzi yatakuwa yanalenga maeneo muhimu sana ambayo tunayakagua. Hesabu hizi zina miongozo, miongozo hii inabadilika kila wakati. Kwa hiyo kila wakati inapobadilika, ni wakaguzi nao wanatakiwa wabadilike kuendana na mazingira na wakati. Nimefurahi sana kwa mmoja kati ya mafunzo haya. Mafunzo haya ya washiriki katika mafunzo haya, mafunzo haya yamekuwa na ufanisi mkubwa sana kwa muda ambao tumekaa, kwa muda wa wiki nzima hii tumepata mafunzo ya aina mbalimbali mbali, especially kwenye masuala mazima ya standard. Na baada ya mafunzo haya naona kabisa kwamba ofisi inaenda kuboresha ripoti zake kwa kiwango kubwa zaidi, kwa sababu knowledge imekuwa ni kubwa na watu ambao wameshiriki kwa wa hamasa kubwa sana. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba baada ya mafunzo haya tutafanya vitu vizuri kwa sasa kwenye ripoti zetu kwa mwaka huu. Napenda pia kumshukuru bosi wetu CAG kwa kuruhusu na kufadhili mafunzo haya ambayo yanatusaidia sisi wakaguzi kuweza kutu upgrade au kutu update, kwa sababu standardi nyingi sana zimeweza kubadilika. Kwa mfano tumeweza kujua kupitia mafunzo haya, kuna IPSAS 3 zitakuwa IPSAS 9 IPSAS 23 ND 13 na kutakuwa na IPSAS mpya imekuwa introduce ambayo ni 47 ni revenue. Kwa hiyo application zake pia ni tofauti na zile zilizopita. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya, yanatusaidia sisi wakaguzi kuweza kujua nini kinaendelea hapta tunapoenda kwa wateja hayui kwetu changamoto. Ah, tumepata muda wa kujifunza topiki mbali mbalimbali nyingi ambazo zinatusaidia katika ukaguzi wetu ah, kwa mfano tumejifunza kuhusu risk assessment, ukaguzi wa procurement na contract management, pia uh, how to, uh, uh, ukaguzi unaohusiana na budget na topic nyingine nyingi. Uh, tunaishukuru sana ofisi kwa kuweza kutupa updates, uh, through NBA kwa kuweza kupata mafunzo haya ambayo ni mafunzo yanatusaidia katika ukaguzi wetu wa kawaida. Uh, ukaguzi unaofanywa na ofisi hii lakini pia uh, imetusaidia katika uandishi wa ripoti ambazo mkaguzi mkuu huzitoa kila mwaka. Kwa hiyo, haya ni mafunzo muhimu sana kwa sisi wakaguzi na pia katika kumsaidia mkaguzi mkuu katika uandishi bora sana wa ripoti zetu.